Wizara ya Ulinzi ya China imeikosoa Marekani kwa kuuza ndege za kivita aina ya F-16 kwa Taiwan na Ufilipino. Kanali mwandamizi Zhang Xiaogang, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China, alisema katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano kwamba uuzaji wa ndege za kivita za Marekani kwa Taiwan hauwezi kubadilisha usawa wa nguvu za kijeshi katika Mlango bahari wa Taiwan, na hivyo kuzuia kuungana tena kwa China. Msemaji huyo aliita uuzaji wa silaha wa Marekani vitendo vya viwango viwili, ukiukaji wa taarifa tatu za pamoja za China na Marekani, ambapo Washington iliitambua Beijing kama serikali pekee ya kisheria China na kukubali msimamo wa Beijing kwamba Taiwan ni sehemu ya China. Marekani imekuwa ikiipa silaha Taiwan na Ufilipino. Taipei ilipokea ndege ya kwanza kati ya 66 mpya za kivita za F-16C/D Block 70 zilizojengwa na Marekani mwezi uliopita. Huko, ombi la Manila la kununua ndege 16 za kivita za F-16C Block 70/72 na miundo minne ya D ya viti viwili iliidhinishwa mapema mwezi huu. China imeapa kuungana na Taiwan inayojitawala yenyewe. Hivi majuzi ilifanya mazoezi ya kijeshi ya siku mbili kuzunguka kisiwa hicho na kuzidisha hali ya wasiwasi katika mlango bahari wa Taiwan. Uchina pia ina mizozo ya kieneo na Ufilipino juu ya utajiri wa rasilimali wa bahari ya kusini ya Uchina, ambapo vikosi vya baharini kutoka pande zote mbili vimehusika katika mizozo na mapigano. Chini ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti baharini, Taiwan na Ufilipino ni sehemu ya msururu wa kisiwa cha kwanza ambao ni safu ya kwanza ya ulinzi dhidi ya China kutoka kwa mtazamo wa kimkakati wa Marekani.